Chi, chi gara pita na mange naase efactori ya Tombe iye egotoka sebunge ya kitutu masabe ekaunti anyamira gwase erombe yabarimi bagoikerana ase geikara kiabokia rima ase mwaka. Vincent ateinooyomo waba board member korw ase chifactori chionsi ase ekaunti nyamira abana siasa baito I erono ose bataria abaremi abange tinanya korora abana siasa baito bagocha keria arina inkitora kore, egero tokonya amag'ana ya akemarigia chaye

because casinto noyo torase industry na bora nabo understand it more than they do buna nabarabuorasange ba understand it ba amang'ana ya yakorosiri echiko more than I can do nabarabotiga bachasetore tobateiiase tobwate shida inchira echinde chirabe solve onye nabo ateniga baga gokwanera igoro iogosimeka kwekemeri ekiage echae iyo tosimegete chiklon chinyenge

bono naki giasinyire ng'a gias no ne eserekari teraye bobwati po, boronge muna bware abanto bande basoire ororo bono basarire bono nto okomanya ng'a oboremo bokaamba ci bokonya omoremi gekorro na ebesa ya omoremi yatumegete gochi ororo ncho ogosaba kwane arenge gorasaba bachoke efactori boronge